Tayari tumeshaanza mpira e. Sasa hivi tunaona kwamba dakika tatu e, mchezo umesha anza e. Sasa hivi ngoja, bila kuchelewa, tuende rasmi kwenye e, mpira wetu wa leo ambao umekutanisha e, Simba Sports Club pamoja na Esperance de Tunis hapa karibu e, katika uwanja wa Mkapa e. Sawa, hapa tumeingia e, sasa hivi Oniche Oniche anaigonga mbili kwa kutafuta kwa uzuri. Diakite Diakite anaweka chini ya ulinzi mkali Wilson Nango. Mwamuzi anasema kuna jambo ambalo halienda sawa e, mpira unaelekea katika wande wa Simba. Hii ni offer. Hii ni Mkungwa Media, jina langu, kama nilivyowaambia, ni mapambano. Mko pamoja na Zecha Pro. Eh, soka sisi dakika eh, ni 90 za mwanzo, lakini sasa hivi eh, ana Teresa anaweka huku na kwenda, anatibitiwa kabisa na Alisani Kanta, anapiga lakini inarejeshwa kwenye mlango wa Simba Sports Club, lakini wakati huo yuko chini pale akionekana katika mguu wake wa kulia Shomari Kapombe anafuata maamuzi. Luc Salbadi anamwambia unaona mwenzetu amechezewa isivyo, lakini anamwambia cheza kabomuwewa, ile ni nyepesi sana. dakika ni tano ya mchezo, lakini bado ni ziro kwa ziro. Kiwanja ni Benjamin ni Mkapa lakini kama tunavyosema na tunavyoona, leo Simba imekuja na nguvu sana kabisa. e, tunaona kwamba moja mbili tatu mpira unaelekea kwenye lango la Simba Sports Club. Cheza kwa uzuri kabisa na naendelea na vizuri sana, vizuri sana imenawa amenawa vizuri sana, inatakiwa epige kuelekeza kwenye lango la Simba Sports Club.

Yeah, ferafnaine mgongoni yule jea yeah, ja, jiara yeah, vizuri sana kienda kukutana ile yeah, na mchezaji mmoja wa Simba amekata mushikeli mshike pale yeah, katika mkono wake yule guyatoangalia namna vipi yeah, madaktari wako pale yeah, Simba Sports Club Simba inawezekana hii ni msimu ambao e, katika ligi ya mabingwa e, kama watashinda mchezo huu itakuwa ni shida e, ni rekodi ambayo si nzuri e, e, wana Simba wapingi hawapingi kisihii wanatamani wanakoa wangekoa wanaota hivi e, vizuri sana na kufikiria mamba hapo ulipo. Eh, Simba amecheza mechi tatu hajashinda hata moja, atasali hata mmoja wakapoteza zote eh, hii si Simba ya kimataifa ambayo inajulikana e, Simba ambayo ikiwa kimataifa inakuwa Simba nyingine e... lakini paka sasa hivi mambo yako tofauti. Uh, e... Alushina, maongera mgonga mwili kwa kasai na mpika mpito change vizuri sana, kwa kujiamini vizuri sana na, na Ushei Ushei gonga katikati kwa kwake katikati kate kate vizuri sana kate kate bado Eh, kante kante vizuri sana, anaweka mashariki mwa uwanja kule kwa ki, kwa kidato chuta mpira vizuri sana anaanza, eh eh Yusuf, Yusuf kamaona kante kante bado bado anasukuma katikati kule kwake ni basi anaamaza nyuma, kante kante na kabumbu, anaangalia acheza na nani, anazunguka kama mwenyewe, kante kato bado eh kante na kabumbu kante kato bumbu ameanza nyuma na Wilson Nangu Nangu amegonga kwake, kwa, kante, kwa e, vizuri sana anagonga Ola Ola Ola na chama tena vizuri sana chana yule ni Kante Kante Kante, anagonga hizi ni vizuri sana sana sana sana sana sana, hiki inatoka vizuri vizuri vizuri vizuri vizuri vizuri vizuri, tuangalie na na sana vizuri bwana gani vile chama vizuri sana zunguka na na vizuri sana angalia vipi, lakini kanyaka uzuri, uzuri kasahali kumtafuta kwa uzuri, nani yule chama, nyuma kuelekeza chama chama chama vizuri sana katika michezo hii ya ligi ya mabingwa anavaa jezi nambari ishirini na nne tofauti na kule ambako ligi kuu anapiga jezi yake nambari 27 ile ambayo ni imezoeleka, akitumia mara kadha katika michezo mbalimbali mbali, mbali, e, e, bamba leo, imekuwa shughuli tete, shughuli imekuwa tete. E, yuko chini hii. E, ni mara ya pili na anaanguka chini, naonekana leo uenda siku yake ikawa si nzuri sana uwanja e, wa Benjamin Mkapa, msikilizaji, hapa mashabiki si wengi sana e, si wengi sana mashabiki. Haya, maamuzi amekamata kabumbu ile e, bila shaka amekwenda kudondosha pale e, kasali yanze amedondosha jible kasali e, amegonga kwake

Eh, anaanziwa tena Jelas Amza Jelas na kabumbu pado anaigonga katikati kwa kwa kichwa. Hussein Teka naweka pembeni kwa Keita Ibrahim, vizuri sana, anazunguka tele tele tele kwa kwa kwa vizuri vizuri vizuri sana sana sana na na na, ngoja vipi, ndoka sasa, eh mtu chini, anaweza ni nyepesi, cheza bado, anarudi Eh, kwenye kwenye mikono ya mlinda mlango Jibril Kasali ayakaanapiga kwa gulu lake la kulia na kuangalia kwa Bele. Anijia sana, anijia sana, anijia sana, anijia sana vizuri sana. Basi vizuri tuangalie na wale vipi ne, ne kibu yule na alikuwa anaondoka, ameweka chini mchezaji ambaye ameingia katika dirisha dogo la usajili namna mavo anavyofanya amekwenda kupakuliwa ile na jezi nambari 10 12 mgongoni. Ameweka chini pale, kabumbu litapikwa kutoka makaribu ya uwanja kuelekea lango la timu ya vizuri. Clatous Chama vizuri sana ndiye ambaye ameachiwa jukumu la kupiga faulu ile eh itakuwa ni fal ya kutoa nje bila shaka ya kwa utaalamu wa vichwa, itakuwa ni nafasi nzuri sana wa kupiga vichwa e, lakini akisogea pia mbele pale upata nafasi e, ya kugonga kichwa ile e. Simba wakitafuta ushindi wao wa kwanza, Simba wakitafuta ushindi wao, unaweza kuita ni mbegu, wanataka kupanda mbegu katika dimba la Benjamin Mkapa. Moja mbili tatu, mchama aliweka chama ee, miliki kwa uzuri kabisa katikati, katika pale Yusuf Kagoma anaanza na anangu akaanzia kagoma na kadumu bado kagoma, kagoma, kagoma, kagoma. Kagoma, kwa Nixon ee, e, yuko katikati ile newa. Eh, vizuri sana amekataliwa ee, vizuri sana kule kwenda mbele akaka mutustendi nche akaanza moja, anaangalia diara diara, vizuri sana sana, diara diara, lakini lakini lakini, kweli kweli, vizuri mlango. Jibrila kasali ile ile, kwa kwa kwa kwa hatari, mlinda ui na mbili tena anaanza na chama na ameipoteza ameipoteza na, na Kante. Kante kwa kichwa ameanza kwa uzuri kabisa, anacheza pembeni sasa kule kule, bado anaangalia kule anacheza na nani, bado anayo, anapambana, anayo Ibrahim Keta anaanza na cha vizuri sana, baada anaangalia acheze na nani bado, ak kwenye umiliki wa mpira e, lakini ana namna gani vipi? na simama kwa muda e, he, lakini e, kumbuka kundi de haya. Hamsan anagonga pembeni kwa, ah, nakua kwa uzuri kabisa. Anaondoka Konate anacheza teka teka vizuri sana. Teka, a, na amekutana na Hassan Kate anazidiwa nguvu ile ana, e, chama chama kwa kibabaki, kibabaki. Kibabaki, kibabaki na e, anacheza kwa uzuri kabisa ameanza na Kibu Dennis. E, Dennis, na chama anaweka chama, chama, chama, chama. Chama pembeni sasa anaondoka kibabage

na katikati kwake nani yule, chama eh, eh, ola ola ola ola ola, kadani kule kule, basi moja, lakini lakini anasafisha ile. Keita anafika pale ola, anaambiwa amecheza, sivyo ni chama yule, anaambiwa ameenda kumkotoa mtu mashaka, eh, inakuwa nifaaa ni rangi eh, ya la Simba eh, bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Matumaini makubwa akiwa Kasimba ambayo haina alama yoyote mpaka hivi sasa, lakini matumaini makubwa ni kwa Esperance de Tunis, ambayo mpaka hivi sasa wana alama tano eh, baada ya kushinda dimbani mara tatu, wakitarajia p Wakishinda leo watalingana na Aston Maile kwenye alama nane, kutoka dimbani mara nne. E, e, kundi ni gume limenona diwa e, diwani na kila aina ya sala kwa Tanzania, pengine wapenzi wa Simba e, wakiona kama mchezo huu wanashinda e, ni pamoja na sababu nyingine, lakini Simba wanatamani washinde mechi zote tatu, wakati Esperance na Petro wa washinde na wakishinda shinde moja weka ndani sasa. Kule nakataliwa ile, ninakuwa ni goal kick itapigwa kati kwa lango la Simba, itakuwa eh, ni goal kick ya Esperance de Tunis. Msikilizaji, ni miongoni mwa timu ambazo zina mafanikio makubwa barani Afrika eee, pamoja na soka la nyumbani ile mjini Tunisia. Kisha ameshakutuma magombe Tunisia vizuri sana, watu angalie, na mara mwisho ilikuwa msimu wa 2024 2025, wachukua kombe mara 26, mara mwisho ilikuwa 24 mwaka 2025. Tunisia super tano amechukua mara nane ligi mabingwa hii ambayo imecheza ligi ya mabingwa wana makombe manne, walifanya hivyo mwaka 1994 moja 9n eub ki wanaondoka Simba sasa, wanacheza kiba kiba vizuri sana Ola anaondoka vizuri sana vizuri sana kichwa ile amekwenda kuigonga kichwa ile. Jose Mteka ameshaanza, Simba vizuri sana. Wesa Nangu, Wesa Nangu, vizuri sana Hassan Kate Kate, na Kate na kabumbu, vizuri sana. Ngoja tuangalie namna gani, Kate na kona lao la kulia, vizuri sana. Ah, kwa libasa, vizuri sana. Ngoja tuangalie, Shomari Kapombe, Shomari Kapombe anza ya Kate Kate, vizuri sana, la sukuma Kapombe ile, la penyeza kwa Kibu, Kibu Kibu, napambana, napambana, napambana, Kibu ni base

Vizuiri kali vizuri sana vizuri, anaweka sana, vizuri sana. Kapumu pembele tafuta kibabake, lakini inakataliwa ile na Hamza eh, lakini ngoja tuangalie na vipi, ukarusha kuelekeza kwenye timu ya Esperance de Tunis eh, ukipenda eh, Esperance tu watu wanakuwa wanaelewa tayari

goni namna ambavyo zinaweza kaita athari yoyote. Yuko chini mlinda mlango Ben Said akilalamika mkono wake wa kulia kwenye kiko, akiwa ameumia. Kiko ni ile sehemu ya katikati kwenye maungio ya mkono. Yuko chini pale, maamuzi anayesaishatoa huduma ya kwanza ujakuwa kumtibu pale nilikuwa e, nikikutajia mafanikio ya Esperance de Tunis ambao ni mabingwa mara nne, ambao wako na cheza vizuri sana abalani Afrika 1994 e, na 2018 e, makombe maina hayo hayo ni kap au kafu, e, moja, tisina, saba. Kombe la kafu mwaka 1997 walichukua kombe kombe la CAF hivyo yeah. e, e, ndo ndo vitu kombe la ushindi walichukua mwaka 1998 e, yeah. lakini kombe la vilabu vile taifa ya vilabu walichukua mara tatu e, na kumi na saba unapata, unapata picha hii ni timu ni miongoni mwa timu ambazo zimefanikiwa kweli kweli na karibu kila kombe ambalo wamelishiriki, wamelishiriki wamebeba machache sana e... yuko chini huko Bokbakari akite akiendelea ku... eh, Simba ambao kwa sasa hiyo mwaka 1936 e... miaka e... mingi kweli kweli

E, Alibas, Libas anaanza na kate kate vizuri sana aipoteza. Anamiliki sasa Oliche. Anacheza pale pembeni kumtafuta Yardiala. Anapigiwa kile pasi Kibu. Kibu anakateliwa ile. Eh, foul, foul. Amecheza ch kate. Ni Yusuf Kagoma yule. Anaambiwa amecheza foul. lakini zidi ya jezi namba 20 na mgongoni, Abdul Malik Konate. Eh abombo ni dakika 24, kote ni vigumu katika mechi zote mbili. Wana kazi ngumu, kazi ngumu ya kufanya Simba kuhakikisha wanawafunga Esperance de Tunis zaidi ee, ya hapo. Wasipofanya hivyo, watabaki kuwa na wanapanga ratiba tu. Anacheza anacheza pembeni Ibrahimu Keita, anagonga pale akaubali raisi sasa asalakini na na, na nasema umechezewa foul na Dickson Kibage, anakuwa ni foul kutokea magharibi ya uwanja na e, timu ya, ya Simba e, yule Bos ni Teka amemkata Kibabage yule, akamwambia sasa hapo umecheza nini pale. Blake anasema bahati isivyo bahati, imeteleza siku za mbili kucheza foul cheza kule kwake nia nagusa na Chama na kwenda nje, itarusha e, kulekeza lango e, ni, la Simba mrusaji nizazi rahisi e, kurusha mpaka e, aletea mpira iibasa e, namsogezea rusha e, rusha e, baba, lakini mwamuzi anasema ni faul, ameshanza kule e, Kunate Akacheza na na Ben Hamid Ben Hamed Ben Hamed anacheza na jelas ama jlas aaas Hamza vizuri sana ngoja, tuangalie namna vipi na Yamsa vip. Eh as eh, eh, eh, nyuma kule kwake. Eh, ameanza mbele sasa, ku yule nasukuma, alikuwa anapambana kule na Bakari Diakite, lakini nangu akasukumwa, maamuzi akaiona ile akasema itapigwa faulu kuwekeza lango la timu ya